Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge amesema mkoa wake una uhitaji mkubwa wa nyumba za watumishi kutokana na mkoa huo kuwa na maendeleo makubwa ya viwanda na shughuli nyingine. Kunenge ameyasema hayo wakati wa ziara ya kikazi ya wakala wa majengo Tanzania TBA mkoani humo ikiwa na lengo la kukagua maeneo ambayo wanayamiliki na kuyawekea ulinzi. Sasa mmefanya jambo jema, kwa sababu mkoa wetu ni mkoa wa viwanda. Nimeeleza hapo mwanzo, tuna viwanda elfu moja mia viwanda vikubwa ni mia moja hamsini na sita, vya kati mia moja tisini, na kwa kipindi hiki cha serikali ya sita tumekuwa na viwanda vikubwa na wakati vipya mia mbili arobaini na nne. Sasa utaona viwanda vyote hivi vinahitaji makazi. Lakini lingine, mkoa wetu sasa mheshimiwa rais ameufungua mkoa, umefunguka na tunataka mkoa ambao umepangwa. Wenzetu hawa wawekezaji hawana maeneo ya ofisi ambazo viko nje ya viwanda vyao. Sasa tungependa tunapokuwa hapa Kibaha katika CBD tuweze kuwa na majengo ambayo wataweza kukodisha e, tuweze kupata huduma kwa sababu wengi wao wanakaa nje ya mkoa wa Pwani, kwa wa Pwani kwa sababu hawana maeneo ambapo wataweza kufanya ofisi au kuishi kwa so, hiyo niwashukuru TBA na tumesema mmekuja, lakini tunataka tuwe na kikao kazi ambapo tutaonyesha fursa zote zilizopo na soko lipo. Sisi tuna wakazi karibu milioni mbili na elfu arobaini na kitu, lakini mchana wanaofanya kazi wengine wanatoka maeneo nje ya Dar es Salaam ya mkoa wa Pwani kama Dar es Salaam na maeneo ya jirani, kwa sababu hawana makazi kwenye mkoa wetu wa Pwani. Tunakwenda kuwa na bomba la mafuta la gesi kutoka Ubungo kwenda mpaka Chalinze, tunakongani na maeneo yaliyotengwa rasmi kwa ajili ya viwanda takriban ishirini na saba kuna bandari ya Bagamoyo inakuja. Kuna kongani kubwa kuliko zote Tanzania ikitakuwa hapa mkoa wa Pwani. Ukaguzi huo umehusisha hekari tisini na mbili, ambapo mkurugenzi wa idara ya milki Saidi Mndeme kutoka TBA amesema ipo fursa kubwa katika mkoa huo hasa kwa upande wa nyumba za watumishi. Kwetu sisi wakala wa majengo Tanzania TBA tumeona hii ni fursa kubwa, na baada ya kikao hicho tumeanza shughuli ya ukaguzi wa maeneo mbalimbali ya wakala wa majengo Tanzania TBA. Tumeanza na eneo letu hili la mwenda pole ambapo wakala una eneo la jumla ya hekari tisini na mbili tisini na mbili point moja na kwa muda mrefu eneo hili limekuwa ni kama shamba, lakini kutokana na shughuli za uendelezaji na namna ambavyo maeneo yameendelea kukua eneo hili sasa tayari lime iva kwa ajili ya uendelezaji na wakala tayari umeshafanya subdivision na una jumla ya viwanja uh, kama mia moja na ishirini na nane ambapo tunajipanga sasa kwa ajili ya uendelezaji wa eneo hili. Amesema ziara hiyo pia inajumuisha kuweka mazingira bora ya umiliki ili kuondoa migogoro baina yao na wananchi. Uh, tofauti na hivyo tume, kwa muda mrefu sasa tumekuwa tukiangalia namna bora ya kuweza ku hakikisha miliki za serikali zinalindwa vyema, na namna bora ambayo imekuwa ikitumika kwa muda mrefu ni kuhakikisha kwamba maeneo haya yanakuwa yana nyaraka stahiki za umiliki kwa maana ya hati miliki. Lakini kuna wakati mwingine tunakuta maeneo yetu yana nyaraka zote za umiliki, lakini bado yanavamiwa na watu, na watu wengine wanakuwa wakifanya hivyo kwa kuto kufahamu kama maeneo hayo yanamilikiwa na serikali sasa utaona kwenye maeneo haya ambayo tunayatembelea siku ya leo kwa mkoa wa pwani licha ya kwamba yanamilikiwa na wakala wa majengo tanzania tba kwa hati miliki lakini tumeweka mabango makubwa yanayoonesha kwamba maeneo haya yanamilikiwa na serikali na hakuna mtu anaruhusiwa kufanya shughuli yoyote kwenye maeneo haya bila kibali cha serikali amesema jitihada za kuweka alama za umiliki wa serikali katika maeneo yao tayari umefikia mikoa kumi na tano zetu ni mkwama